Afisa kutoka ujumbe wa kimataifa wa usaidizi wa usalama wa Kenya alitoweka nchini Haiti siku ya Jumanne baada ya tukio lililohusisha magenge ya Haiti, yeah. Vikosi hivyo maalum vilishambuliwa na magenge vilipokuwa vikisaidia gari kutoka kwa polisi wa Haiti ambalo lilikwama kwenye mtaro unaoshukiwa kuchimbwa na magenge hayo. <tinyo> Vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti kwamba askari huyo aliuawa na, kwenye video vilivyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii vilionyesha mwili wa afisa wa Kenya ukiwa ardhini na umelo wa damu. Kikosi cha takriban polisi mia nane wa Kenya kinaongoza ujumbe huo unaojumuisha wanajeshi wa polisi kutoka nchi kama vile Jamaika, Guatemala na el Salvador, ambao wanafanya kazi pamoja na polisi wa Haiti. Haya anajiri siku chache baada ya kuawa kwa afisa wa polisi wa Kenya aliyekuwa kihudumu nchini Haiti, Bwana Samuel Tompoi, aliyezikwa juma lililopita. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasim Wanjiro.